Chifu Mwaihojo, uh, tunaelekea kwenye uchaguzi wa ndani ya chama hatimaye ya uchaguzi mkuu. Nimekutafuta leo kutaka kufahamu kitu kimoja kwamba kama wana Mbeya na mmoja mwingine wana Mbeya kuelekea kwenye uchaguzi huu ambao tunauendea mbele yetu. Mm. Watamani mkoa wa Mbeya tupate viongozi wa namna gani wa kuhakikisha tunaitoa Mbeya ilipo na kufika hatua nyingine. Karibu. Mm-mm. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Jiku, mimi labda niseme tuanzie na matatizo ambayo wanayaona kwanza, na tuangalie kama na wenzangu wanayaona kwamba Mbeya imechakaa. Tungesema ilikwepo Mbeya iliyo hai, ikadorora, sasa imekufa. Uchumi wake umekufa, vijana wetu hawezi kupata ajira za sta, vijana wetu ambao tumezaa sisi, tumesomesha sisi. Kwangu mimi kama chifu, naona wote ni wa kwangu. Unaona na, naona urunga sana, wala hakuna anayehangaikia kwamba labda vijana wetu watakusanya, na unaposema uchumi mzuri, manake ajira nyingi umezalisha, ndio wenzetu atakuzunguka hata kwenda Amerika, hatasema kwamba uchumi mzuri. Kwa sababu labda nini, wanasema watu mzunguko wa pesa mkubwa, lakini unawasaidia kuzalisha ajira za vijana. Kwa hiyo Mbeya tuielewe ikoje. Sasa hii Mbeya iliyopo ni kwamba uchumi unakufa na unakufa kwa sababu hatuna wanasiasa ambao wanatambua majukumu yao. Wao wanapiki kwamba siasa ni mahala tupa chanzo cha uchu uh, chanzo cha, cha nini cha fedha au chanzo cha uchumi wao binafsi na kulisha familia zao. kwa Mbeya imedorora. Sasa ukiangalia katika mikoa yetu ya Mbeya tuseme, uh, majiji yaliyodorora kiuchumi na uwekezaji ni Tanga na Mbeya. Sasa sisi wanaumia vijana wetu, tunasomesha vijana lakini habari alafu hatujui hata kuyatumia masomo. Kwa hiyo mimi, unaponiambia juu ya Mbeya, nasema kwanza tuiangalie tu. Nataka kupata um, mgombea lese wabunge na madiwani wanaojua Mbeya, ambao kweli wanajua haya matatizo kwamba yapo. Wengine hawajui, wana- wanaupeo mdogo wana pia tuseme mimi hao nasema wana upeo mdogo, ni kama timu ya mpira tuseme, bea politicians, watu ambao wao wanakwenda kule bungeni kama chanzo cha mapato, wanakwenda kwenye diwani kama chanzo cha mapato. So, sasa unakuta ndio maana hata wanakuja watu kuwekeza hapo, wanakuja watu wengi sana tunaoletwa kuja kuwekeza hapo, lakini wanawazuria, wanasema tunataka watu watenda, tunataka kufanya nini, kwa unakuta kwamba kama Mbeya hatutakuwa na, ma, na, na, na watu au ma, ma, ma, ma, wabunge madiwani ambao wanajali uchumi wa Mbeya na vijana wao hapa, yaani Mbeya ni sana kutokuwa na viongozi wa siasa. Mimi ningemwambia hata ningekuwa na, na mshauri Rais Samia Suluhu Hassan, ningemwambia aache Mbeya isiwe na halmashauri na, na ili nini watu watendaji wa maofisini, kwa sababu wanarespond, wanapokuja wawekezaji huku kutoka nje wanafurahia sana wawekezaji, lakini utakuta kwamba madiwani wetu wanawakatisha tamaa vijana, kwa mimi nasema tupate mbunge labda kama utapata sio swala ili maana unaweza kuwa msomi lakini si usimwelewe sika. Unanielewa? Mwingine amesoma tunasema is nini asema money is not I mean utawala bora hauko na wasomi tu, utawala bora uko na watu. Okay, mwingine ni mwelevu, mwingine ana hekima ni utawala. Angalia hata nini, hata angalia hata kwenye nchi zilizoendelea zina watu hawajaso wa zilikuwa na watu ambao wa hawajaso lakini wao wataenda vizuri ikizungumza a mimi kwamba walikuwa na n popo lakini mkubwa ndio wameingia naye kwenye vita vya pili vya ulimwengu, na Waingereza wakawa kidelea wamekuwa na waziri mkuu uh, mwingine akaja akanakuwa Kalagan popo. Warusi wameweza kutawaliwa na mtu mwenye degree ikiwa 1985 lakini kote huko walikuwa na na viongozi ambao ni watu wa kawaida sana. Kwa sasa tuondoe hii ya kusema mimi labda nimesoma daktari nini nani nini nani. Hapana, hii imetugharimu sana anambea. Tuwe na mtu ambaye ana upeo mkubwa, ana upendo, ana uzalendo na ana maono, anataka kufanyia nini Mbeya na atafanyaje, atafikaje pa na ua hiyo kwamba kwa Mbeya kwa sasa hivi, ndio hao watu tunawataka, sema kwamba utataka labda mtu wa kabila fulani labda dini fulani haituseli, tuharibia sana mituharibia sana tuharibia sana kwa sababu kuna wawekezaji wanakuja kutoka kuja kutoka Uingereza hapa, wamekuja kutoka Austria, wamekuja kutoka Poland, wote wakitaka Mbeya hiyo ndio makao makuu ya huduma zao, wahudumie Malawi, wahudumie Zimbabwe, wahudumie Zambia, wahudumie na Kongo. Lakini watu wa hapa, wanasiasa wa hapa, kunapoleta watu kama wanasema hawa wanataka kunyang'anya bia yetu kwa hiyo mimi nafikiri kwamba tukipata watu wanaojua majukumu yao kwamba wao kazi yao ni nini, kusukuma maendeleo ya mkoa wa Mbeya, hao ndio tunawataka. Lakini sio sala ya makabila, sala ya vyama. Vyama hakuna vyama. Ni labda nikwambie, unaweza kusema mambo wanasemaje, unasemaje? Mimi nazungumza mambo ya vyama. Vyama ni kwamba wanakuwa na itikadi fulani. Vyama wanakuwa na lengo fulani. Leo kikwambia, sisi sio wana wana wana wanasimamia nini, huwezi kujua. Lakini sisi sio ya kwetu sisi ilikuwa ni kwamba anajua ujamaa na kujitegemea. Leo sisi mwanasimamia ni, ndio maana unaweza kukuta mahala wanaweza kuchukua wabu, wa madiwani wa kutoka chama fulani, kama hivyo walipochukua madiwani wa Chadema wakawacha kwao wakachukua hapo hapo, ili kuonyesha kwamba CCM hawajui kutengeneza vijana wa kufanya kazi. Ndio maana wanakodoka wadoka watu kwenye vyama vingine. Vyama hmm? vingine vigeni unaweza kusema is okay, lakini sasa hawa ni kwamba kaswa ni kama kundi ya kutaka madaraka, makundi ya kutaka labda uchumi wao. Kwa hiyo mimi sijaona kwamba tu, tu, tuangalie sana vyama. Vyama havipo, tuangalie mtu bora. Kwa hata vyama vingine tunaita vyama na nini, wakipata mtu yeyote mgombea walete mtu asiseme wa kwamba mimi ni chama. Hakuna chama hapa, sisi utaangalia. Wanao madiwani wote walikuwa Chadema ndio wakahama na, na sasa wengine. Kwa hiyo waliaend kwa, kwa, nafikiri kwamba mheshimiwa, vyama havipo, sisi tuhangaiki. Na mtu atakayejua kwamba vijana wetu hapa hawana ajira, manake hawana ajira, manake uchumi ni mdogo sikamnanielewa, uchumi ni mdogo, mzunguko wa pesa ni mdogo. Kwa hiyo hawana uchumi mzuri kwa vijana wetu watakosa ajira za za star, wanakwenda kwenye bajaji, wanakwenda kwenye bodaboda mm. Mm. Hata sawasawa chifu uh, Mbeya imekuwa na ukuu wake toka enza mkoloni, mm. mpaka tukapata uhuru. Unaanza mm. ni kuwa, yani kitu gani kimepelekea kukua Mbeya kwenye ramani ya siasa za Tanzania, Uk, ukashuka mpaka kufikia hatua hii. Sawa, wakati anatoka mkoloni, wakati anatoka mkoloni, labda ni hamuwezi kujua. wakati anatoka mkoloni hapa Mbeya ilikuwa ya tatu, mm. katika mikoa ya nguvu sana, ikuepo Kilimanjaro chumi sasa, yeah. Mm. ikuepo Kilimanjaro ilikuwepo Bukoba na ikuwepo Mbeya. Sawa. Sasa Mbeya sasa hivi kama napozungumza, na kwamba kipindi cha Mwalimu Nyerere Mbeya ilikuwa kubwa kwa sababu na viwanda vingi na shule za Mbeya zilikuwa kubwa na Mbeya watu shule inawakubali sawa, kwa walikuwa na samba, walikuwa na samba. Kwa hiyo tukisikia mkoa Mbeya, walikuwa walikutoka magari kutoka hapa kupeleka wanafunzi sekondari Kilimanjaro wanakwenda koba wanakwenda watu wanakwenda kokote Rubuma, Mtwara, kwa sababu ilikuwa na wasomi wengi vijana wengi wakisoma mm -hmm. Lakini tulipoanza kuendesha siasa ambazo hazieleweki tukawa, wakadharau watu ya kusema lile kaka amefanya nini, sasa naingia watu waajabu hawajali awajali vitu kama hivyo, kwa Mbeya imedorora haio, hata katika majiji labda sio labda ndio inashika mkia kama kukonam nashikamkia kwa maendeleo ya kitu, maendeleo ya kielimu sawa, hiyo tunashikamkia, lakini wapo vijana wenye uwezo wa akili nzuri sana kwa sababu wanaposoma huko wanafanya vizuri sana na shule. Sasa hivi unakuta shule, watu wanatoka mbali ya kusomesha watoto wetu, hizi za primary za nini za private schools, shule nzuri za huko, kwa sababu baadhi hawana uwezo wa kwenda kule. Mwaka wakati kanisa iko chini ya rusa, yani watu walikuwa wanatoka nje, wakati sekondari walikuwa wengi kuliko wenyeji. Kwa sababu gani? wamea kasau wanapea sasa hivi na watu hawajali ha, hata wanaochukua nafasi za kisiasa sawa, hawajali maendeleo ya mkoa wao, wanajali mradi wapate ubunge, wapate udiwani, alafu wafanye nini ni, iwe ni chanzo cha mapato, lakini ukisema leo ukiuliza kiu, wao na maono gani? hawana maono. Sasa hivi tunachotaka sisi katika mkoa wetu, ikiwezekana ni mtu wa maono hata kama anatoa rusha, anasema anatoa rusha kama rusha yule ni public relations, lakini kuliko mtu anakwenda tu kwa so mapato. Kama mtu ana maono, kama mtu ambaye hajiko kwenye chama cha mpindu, ambaye cha dema na nini Chadema na nini na nini, wewe mchukue yule ambaye mnaweza kukaa naye. Mimi nimekaa na na mikoa na, na mingine kwa nini naenda? Inaenda kwa sababu, hata mbunge anakuwa anakutana na wasomi anakutana waso na wataalamu mbalimbali anakutana na matajiri masikini, kwa wote wale, anapata ile jumla, ndio anakwenda, anaitengezea, anakwenda maofisini. ina watu wangu wa namna hii walikuwa anakuja Kilimanjaro likuwa Kilimanjaro nakuta anakuja unamwambia, una, una mzee, basi hii nitakurekebishia kwa sababu kule bungeni inawezekana ikawa ni kelele tu, lakini unyie mmepanga ofisini, ndio umepeleka kwenye bajeti. kwao halimashauri zao zinakuwa na watu ambao wana dira, halimashauri zao zinakuwa na dira, kuna dira ya maendeleo ya kwa mfano kuna dira ya taifa ya maendeleo ya taifa, mm. na halmashauri inatakiwa tafsiri sasa ilete dira ya maendeleo labda ya ya nini ya halmashauri, wanaweka dira ya maendeleo ya usafiri, dira ya maendeleo ya uchumi, na halmashauri hizo sasa zina tafsiri ya kule zinaweka na nyongeza ya kwa. lakini hapa hakuna hata. Tulipokaa kwenye mkutano, alituambia nani mkuu wa alikaribisha mkuu wa wilaya wakati tunakaa kwenye pale pale nawaeleza ndugu zangu, kwamba kwa sababu mimi ndio mtaalamu wa hizo hizi nini hizi halimashauri nikawaeleza, walikuwepo mwenyekiti wa Busokelo na mwenyekiti wa Rungwe, nikasema, je, huko mnazo dira za kufanyia kazi kwenye halimashauri zenu? Kasema lazima mwe nazo, kwa sababu halimashauri hata taifa kuna dira yake, halimashauri zinakuwa na dira zake. Sasa zile dira kuu ndio ya yani ile ya halmashauri yani ile ya serikali kuu, ile dira za kwenu ndio dira saidizi. Waliponijibu mimi walikuwa najibu kwa asili yani, ni yote hayo, sisi tunapata tunapata maelekezo kutoka halmashauri ya, kutoka ni wizara ya serikali za mitaa. Nikajua kwamba upeo wao mdogo. Sasa kama sisi tuna tunadharau siasa, wana Mbeya, itatugharimu, inatugharimu kwa sababu, mwanasiasa unapokuwa na mwanasiasa bora sawa au ukiona mwanasiasa wa hovyo hovyo akifa, akifanya mambo yake hovyo hovyo, wanaumia ni wengi, wana uchumi naumia, maendeleo eh, eh, ya jamii yanaumia. Sasa hivyo vitu kwao muangalie sana, huyu watu nakwenda je, ni, ni mwanasiasa bora mke. Siasa ni taaluma, mheshimiwa jiku, ni taaluma nyeti sana. Kama mna wanasiasa wa hovyo hovyo wanatenda mambo hovyo hovyo, gharama yake ni kubwa sana kwa wananchi. Sawa, wanambea wanataka nini kwanza, hmm? Wanambea, wanataka nini hasa, kwa viongozi ambao waatajia kuwachagua mwaka huu? Kwanza la msingi msingi sema, kwa mfano uku wanahitaji uchumi bora, manake uchumi ndio unatengeneza afya bora, uchumi ndio unatengeneza elimu bora, uchumi ndio unaendelea mambo ya jamii. Kwa hicho kitu ni muhimu sana kwa maana hiyo, tunataka kwa mfano ingekuwa tunafanyaje sasa kwa uchumi. Mimi nipo. Tunge karibisha wawekezaji kutoka nje walikuwa nakuja, walikaribishwa na mkuu wa mkoa anajua, na Chama cha Mapinduzi anajua kwa sababu niliwaunganisha mtu anayejua, mimi naweza kukuambia kuna nitaje, kwa sababu gani mimi sio mwanasiasa isati tu, ni msomi vile vile, wanataaluma tu kosi kusema watu tumeleta wawekezaji hapa. Ameshukuru Magula aamakaa mwenyekiti wa chama ameshukuru, mzee nani alikuwa mwenye, mwenyekiti wa chama wa wa mkoa yule nani, nani Zambi, mm -hmm, alishukuru sana, sana lakini Kikwete na alishukuru sana, na nakutajia ujue kabisa kwamba sio joke, sio utani. Mkuu wa mkoa huyu aliopo wanaomera alishukuru sana kwa sababu walikuja lakini wenzetu walikuwa naogopa kwamba hawa ndio leta hapa, walikuwa naogopa kwamba sialia naogopasikambanauzzaute sasa unakuta kwamba wakawafuzi wakawa nawakibia mm, na alisema na, kwamba wafanye biashara wa Mbeya waje watembelea kwa sababu ile sababuile Holland Poland nzima Austria walikuwa nataka waje ili mkoa wa Mbeya ndio i makao makuu yao ya kusambaza bidhaa yes, zao kwa hawa wa, wa Austria walikuwa wanataka kujenga hospitali kubwa sana mm. wa, wa kubwa ya, ya kufundishia ambapo sasa, unakuta kwamba ya unakuta kwamba kwa kwa hospitali kwa, kwa kama hiyo ingezalisha ajira ngapi kwa vijana eh? kwa mzungu, kwa pesa ungekuwa namna gani? hela yote natumika kuja mm. kwa hao watu wa Poland na wao walitaka kujenga kwamba masoko yote washirikiane na halmashauri za za mkoa wa Mbeya. Sasa wakasema kwamba sio kwamba wanakopesha kama mkopo, wanajenga kwa pamoja. Lakini wakijenga kwa pamoja, wanaendesha kwa pamoja, zikirudi zile gharama zao walizotoa, wanaongeza mbili kwa mia percent, asilimia mbili pointi saba sio, kama umeelewa, amba ni kama bure. Akasema wakakalia kwamba kwa miaka kwa kama mitano, mbika kwa miaka kama kumi na tano au ishirini ndio itakuwa imerudi